Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya kumi na mbili aya ya kumi na tatu hadi ile ya ishirini na moja. Nitaisoma. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia Yesu, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu? Akamwambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akamwambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi: nitazivunja gala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu, kisha nitajiambia, ee nafsi yangu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 Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na jambo zito la ugomvi wa mali za familia ambazo zimemfanya mtu mmoja anamwendea Yesu, kwa sababu alimwona Yesu akiwa anafundisha vizuri, akiwa anapangua hoja mbalimbali za wale mafarisayo akajua huyu jamaa ni mtaalamu wa sheria anampelekea pale Yesu kesi dhidi ya mali za familia, urithi wa mali za kifamilia. Na Yesu Kristo alivyopelekewa kesi hiyo, anamwambia mtu, wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu? Yani alikataa kulishughulikia, alikataa kutoa majibu, alikataa kuingilia kati ugomvi wa mali za familia. Tupo katika kipindi ambacho utawakuta watu wengi wanafanya maombi ya kufunga, wanakesha kwenye maombi, wanakesha kwenye novena, ili Yesu afanye jambo juu ya mali za urithi, mali za urithi wa baba yao. Yesu fanya jambo. Wapo kwenye maombi hayo wamesahau au hawajui kwamba zile mali huyo baba yao huyo baba hizo mali alizipata namna gani? Hizo mali za urithi zimebeba roho ya namna gani ndani, yani ndani yake zina roho ya namna gani, ambazo zimewafanya badala ya mali kuweza kuwaunganisha, zinawagawanya, imetokea ugomvi. Zimebeba roho ya namna gani ndani yake? Alifanya dhuruma ya za namna gani? Alizipata kwa haki hizo mali? hasa ndio maana basi sasa mnaingia katika magomvi. Mngetambua tu, ilikuwa ni suala zima la kuweza kutambua tu, kama mali zinatupelekea kuingia katika magomvi yatuelewani hizo mali mziache, achainadi kumshirikisha Yesu, acha kufunga ule tu ushibe, upate nguvu ya kutafuta mali nyingine wewe, ambazo utazitafuta kwa uhalali, watoto wako wasije kuingia katika ugomvi huo. Inatufundisha kitu gani? Ukristo sio mashindano, mpendwa. Ukristo usio kawafanya pia hata watumishi wale wa Kristo wakajiingiza katika masuala ya mali za watu. Wewe ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu usije wakajiingiza hata mara moja katika suala zima la mali za urithi wa watu. Ukijiingiza humo yatakukuta mabaya yale ambayo yalimkuta Musa katika kile kitabu cha Kutoka alipoingilia ugomvi wa ndugu zake wa Ibrania walipokuwa wanagombana alipoingilia ule ugomvi ndipo sasa walimtangazia, walitangaza dhambi za huyu Musa kwamba, unaingilia ugomvi, unataka kutuua kama ulivyomuua yule, yule Mmisri, na ikampelekea Musa akakimbia katika jumba la Farao akaenda kukaa jangwani kwa miaka arobaini. Nini? kuingilia ugomvi wa ndugu katika swala zima la mali. Yesu akasema, jilindeni na choyo kinachoitesa familia, kinachotesa jamii. Sasa hivi ni uchoyo hakuna kitu kingine. Hakuna hata mmoja ambaye yuko tayari kuweza kutoa kwa ajili ya mwingine, kuweza kuachilia kwa ajili ya mtu mwingine. Ni uchoyo. Magomvi mengi unafunga, ni kwa sababu ya uchoyo, na unataka uvipate, ili uvitumie vibaya, uwatese wale ambao walikuwa nakubeza. Ni uchoyo tu. Aya, maombi ambayo uko nayo ni uchoyo, ndio unaokupelekea ufungi kila siku na kesha makanisani, kwenye maombi, kwenye mikutano. Ni uchoyo, hakuna kitu kingine. Katika uo uchoyo, Yesu akasema uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyokuwa navyo. Anataka kutuambia kitu gani Yesu? Kwamba wengi sana, kuna watu wengi sana wana furaha kubwa katika mali ndogo ambazo wako nazo. Wana vitu vichache na wana furaha sana, wanaridhika. Umekula chakula cha kawaida kabisa, wanaridhika na wana furaha kubwa sana. Na wale ambao wana mambo mengi, wana mali nyingi, wanaishi kwa tabu sana. Nimeshuhudia hiyo, wanaishi maisha ambayo hayana furaha na mali hizo zinawapelekea kuweza kuwa na masononeko tu katika maisha yao. Yesu anakuja kuzungumza mfano wa tajiri ambaye alibarikiwa, shamba lake lilikuwa limezaa. Baada ya kupata mafanikio, akaanza kuingia katika maswali, nifanyeje? Na ndivyo ilivyo kwa watu wote wanaofanikiwa, kila siku nifanyeje, kila siku nifanyeje. Haridhiki na kile kidogo alichokuwa nacho amesahau kwamba Mungu alimpitishia tu hizo baraka za mafanikio ili awasaidie. Hakuweza kuwa na jicho huyu tajiri, la yatima la wajane, hata la majirani zake ambao wengine wanakosa chakula. Hakuwa na jicho hilo kwamba nifanye kitu kwa ajili ya huduma. Akaanza kupanga mipango katika mavuno yake kwamba nitavunja gala. Kwa hiyo anazidi kutumia pesa kuweza kuvunja gala, akaanza kutumia zile pesa kuweza kujenga gala nyingine kubwa zaidi ili baadaye aweke zile akiba zake, alafu aiambie nafsi yangu, una vitu vingi sasa, ka uweze kula na kunywa, kwa sababu uliweka hiyo akiba kwa muda wa miaka mingi. Na ndio ugomvi na shida ambayo watu wengi ambao wameweka akiba nyingi kwa ajili ya uzee wao, inapofika hatua magonjwa yanaanza, kwa sababu alipokuwa na mali alikosa hata muda wa kufanya mazoezi kutembea tu kwa miguu, muda mwingi kwenye gari, muda mwingi hivi ni kula starehe tu. Hasa baadaye sasa ndio unaanza kutumia zile pesa. Magonjwa, magonjwa, magonjwa, magonjwa yanakuja. Leo katika hospitali, leo hospitali ile, leo kule. Kwa hiyo pesa nyingi zinatumika katika swala zima la kuweza kunani, kutibiwa na baadaye wengi wanakufa wanasema wameacha vitu vyao vyote ambavyo walikuwa wameviandaa, wame wameacha pesa nyingi kwenye akaunti za benki ambazo wanakuja kutumia watu wengine ambao wala hawakuwa wanazijua, wanatumia watu wengine, na wakati kulikuwa kuna yatima ambao walikosa ada, kulikuwa kuna wajane ambao walikuwa wanalala na njaa. Anasema ndivyo itakavyokuwa kwa mtu ambaye yeye amejiwekea nafsi yake akiba, hakujifaidisha kwa Mungu na kuuliza swali moja leo Mpendo wa mtazamaji, unajitajirisha kwa nani? Kitu gani kinachokupelekea katika safari yako maisha, kila siku unafanya kazi? Ni roho ya uchoyo? Ni kitu gani kinachokupelekea kila siku kufanya maombi, ugomvi wa mali? Ni roho ya namna gani? Jitajirishe kwa Mwenyezi Mungu, ukubali kuachia baadhi ya mambo mengine, toa kwa watu wengine ambao ni masikini, utakuwa una furaha. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.